Kesi hiyo ambayo imefuatiliwa kwa kiasi kikubwa na vyombo vya habari vya magharibi imesoma kwa mara ya pili katika mahakama ya Kisutu, huku watumia wote wakikana kuhusika na makosa anayowakabili. Huku akipewa jina la Ivory Queen, yaani malkia wa pembe za ndovu, Yang Feng Glan anadaiwa kusafirisha pembe za ndovu zinazokadiriwa kufikia mia saba na sita akizipeleka katika masoko ya siri huko Mashariki ya Mbali. Kesi hiyo ambayo anatizama na wengi kama jitihada za serikali za kukabiliana na biashara hiyo haramu inahusu vigogo kadhaa wa biashara hiyo ambayo imekuwa ikipigwa vita na mataifa mbalimbali duniani yanayopambana na kukabiliana na uwezekano wa kupotea kwa baadhi ya viumbe. Mtuhumiwa huyo aliletwa mahakamani hapo nyakati za asubuhi kwa kutumia usafiri unaojulikana kama karandinga la magereza, na kisha aliwekwa katika chumba cha mahabusu kabla ya baadaye kupelekwa katika chumba cha kuendeshea mashtaka. Hata hivyo Yang, ambaye kesi yake hiyo pia imevutiwa wananchi wengi wa kawaida, alifanikiwa kukwepa kamera za wapiga picha alipofunika uso wake kwa kanga maalum, hali ambayo iliwalazima waandishi wa habari kuzunguka huko na kule ili kunasa sura yake. Mtuhumiwa huyu ambaye anatajwa kwamba ni mmoja wa wafadhili wakubwa biashara haramu ya pembe za ndovu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati yuko katika chumba maalum akisubiri wenzake ili aweze kurejeshwa huko Segerea kwa ajili ya kusubiri kesi yake itapotajwa tena. Kumekuwa na idadi kubwa ya watu wanaofuatilia kesi hii, pia vyombo vya habari vya kimagharibi ambavyo vimeweka kambi kujaribu kufuatilia kesi hiyo zilishuhudiwa tayari. Mahakama ameairisha kesi hadi tarehe kumi na sita wakati ambako ushahidi utaletwa hapa. Tumeelezwa kwamba ushahidi mwingine unasubiriwa kutoka Marekani ambako kupelekwa kuchunguzwa ile vinasaba vilivyokamatwa kwa mtumiwa huyo. Ataporejea tena hapo Juni 16, mwelekeo 6 mwelekeo halisi wa kesi utafahamika. Yang, mwenye umri wa miaka 66, anadaiwa kuwa karibu na majangili wa Afrika Mashariki na baadhi ya walanguzi walioko huko China. Anadaiwa pia kuwa na mtandao mpana, akitoa msaada wa fedha kwa makundi ya kijangili ili kufanikisha kazi ya ununuzi wa silaha zinazotumika uwindaji wa nyama katika maeneo ya msituni. Anashtakia kwa tume za kusafirisha pembe za ndovu zenye thamani ya mamilioni ya shilingi katika kipindi cha kuanzia mwaka 2000 hadi 2014 14, licha kwamba wapelelezi anadai kwamba kazi hiyo amekuwa akiifanya tangu miaka 1980. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni chinjokopo.